Hivi, unajua unaweza ukasave video za TikTok kwa ajili ya matumizi ya baadaye? Yani, unaweza ukasave video mpaka mia mbili alafu ukaanza kuziangalia muda ambao haupo online, yani upo offline, hauna data kabisa. Na unaweza ukasave videos mpaka mia mbili. So ni rahisi sana. Unachotakiwa kufanya, kitu cha kwanza kabisa, hakikisha umefollow page yetu, then come and I'll show you. Kwa hiyo mzao utaingia moja kwa moja kwenye TikTok yako. Nikija kupata mtoto mkali. Ukifika sehemu ya profile, juu kabisa upande wa kulia kuna vidoti vitatu utavibonyeza pale. Then utaenda settings and privacy. Ukibonyeza settings and privacy, utashuka chini mpaka sehemu imeandikwa offline videos. Ukishabonyeza offline videos, itakuonesha utachagua ni video ngapi unataka uwe unazi download. Kwa mfano mimi, in my case nitachagua video 200 kama unavyoona hizi videos 200 kwa MB 400 tu, so nitadownload download kwa sasa. Baada ya hapo, naanza kuchagua video 200 mpaka zifike video 200, ndo moja kwa moja nitazitumia. So naanza moja baada ya nyingine, kwa mfano naanza na video hii na i download. Baada ya kuwatch online naichague, ichague as you know, hapo chini kabisa wameandika you are watching offline videos. Maana hiyo hapa ndo sehemu ambayo unaweza kuona angalia video ambazo ziko offline. Hapa naangalia hizi video zote zote bila kuwa na bando bila kuwa na data yoyote hilo. So guys, ukitaka kufanya hivyo ni rahisi sana Mtanzania, Hakikisha umefanya ili kusevu muda pamoja na bando lako. Thank you chao. So guys, that's all hapo utakuwa umerahisisha mambo. Kuna muda ambao hauna bando, hauna data, au kuna muda unaweza ukawa umekaa kwenye wifi, unataka udownload baadhi ya video, halafu utaziangalia baadaye. So this video itakusaidia sana katika hilo. So guys, for tech news like this hakikisha umefollow page yetu for more.